Kubwa ambao anaendelea kusisitiza swala la ukusanyaji wa mapato. Huo ndio wimbo, wimbo na msisitizo wa serikali kwa sasa, tutafute vyanzo vipya kwa ajili ya kuongeza mapato katika halmashauri yetu, lakini si tuongeze tu, lakini na kudhibiti. Bado viongozi wanatukumbusha maeneo mawili ya kuyaangalia ndio ambayo yanapoteza fedha zetu kwenye ukusanyaji na kwenye kutumia. Tusipoweka uangalizi mzuri kwenye ukusanyaji wa mapato, maanake hapo kuna mianya mingi ya kupoteza hayo mapato. Kwa hiyo tulizingatia hilo, lakini tuongeze msisitizo kwenye utumiaji wa fedha hizo, hapo na hapo pana shida kubwa. Kwa hiyo wataalamu wetu, wakaguzi wetu waangalie sana maeneo hayo, otherwise tutakuwa tunakusanya sana, lakini tusipoweza kuona uangalizi mzuri kwa maeneo hayo, basi tutakuwa tuna mark time hapo pa tupige hatua tunakwenda mbele, tunarudi nyuma. Lakini ili tuendelee, lazima mapato kiwe namba moja. Tutakuwa na vikao vya idara kujadili na kuweka mikakati namna gani tunaongeza mapato. Ni kama nilivyosema, tutaanza na idara ya kilimo ushirika. Kilimo ndio asilimia kubwa wananchi wetu wanashughulika na kilimo ushirika, ndio maneno ambayo wanakusanywa wakulima wetu wote, manake tukipanga vizuri tukajadiliana vizuri ni rahisi kupata vyanzo vipi vya mapato eneo hilo. Lakini tunafuata idara ya ardhi, idara ya maliasili na idara ya sheria. Tuna wawekezaji wengi sana kwenye maeneo yetu. Unajua, mtu akishakuwa na eka zaidi ya mia moja, mia mbili, huyo ni mwekezaji, lakini wengi hawafahamiki. Hawafahamiki na kijiji akipati mapato, halmashauri akipati mapato hatuwatafuti kwa lengo la kutaka kujua wamepataje, tunawatafuta kwa maana ya moja kuwatambua kushirikiana nao ili halmashauri zetu na vijiji vyetu viweze kufaidika kwa kila kata. Sasa kwa watendaji wa kata, mwanze kuwatambua wawekezaji wote wanachukua maeneo mengi kwenye halmashauri yetu, kwamba wao ni wenzetu, wanatakiwa washiriki maendeleo ya Madaba kwa asilimia mia moja. Kwa hiyo watendaji, ushirikieni hilo yeah. Tunapopita lazima tuwatambue wote na ukubwa wa ardhi walizochukua ili turahisie katika uratibu. Tuendelee na ushirikiano huo, madiwani wako tayari kuwapa wataalamu ushirikiano wa asilimia mia moja, kwa sababu tunaamini mnajua kila kitu, mnajua kila kitu. Na sasa tumekubaliana kwamba tutakuja kwenu kwa ajili ya kushauriana moja kwa moja na tumekubaliana, atusubiri vikao, tutaanza kazi mara moja kwa maendeleo ya halmashauri yetu ya Madaba, na hatimaye malengo ya serikali yaweze kufikia vitendo. Ni vingi maneno chacho, ni machache. Tunataka utendaji uwe mkubwa zaidi kuliko maneno na tunahimizwa tufanye hivyo.